Tanzania imeshiriki katika jukwaa hili la utambuzi wa viashiria hatarishi lakini namna ambavyo kukabiliana na majanga duniani na Tanzania imeweza kushirikisha dunia namna ambavyo uzoefu wake ulivyo katika kukabiliana na majanga. Tanzania imekuwa na uzoefu mkubwa sana wa namna ambavyo tumekabiliana na majanga ndani ya nchi yetu, lakini wakati na mwingine namna ambavyo tumesaidia hata majirani zetu kukabiliana na majanga. Uzoefu ni mkubwa uh, kwa maeneo mbalimbali, majanga ya makoromoko ya matope, kwa mfano kule Hanang, lakini vilevile makoromoko ya majengo na wakati mwingine mafuriko. Kwa hiyo hayo yote namna ambayo tumekabiliana nayo imesaidia sisi kuweza kuwaonyesha dunia uh, uzoefu mwingine kutoka katika eneo la Afrika, lakini zaidi ya hapo Uh, tumepata pia fursa ya kujifunza namna ambavyo wengine wamefanya katika maeneo wa yao, lakini misingi mikubwa ambayo imetengenezwa na serikali kuanzia katika kuweka sera mifumo, lakini iliyo mkakati na namna ambavyo tunashirikisha jamii, imeweza kuvutia sana wadau mbalimbali kujifunza kutoka nchini kwetu. Tunaelekea katika kuhakikisha kwamba tunakuwa kwa kwa kwa na kituo cha umahiri ya namna ya kukabiliana na ma majanga Tanzania hii tunadea ta kulifanya na wenzetu wako tayari kushirikiana na sisi, lakini vilevile kuja kujifunza kwetu, namna ambavyo tunaweza kufikia hatua hii. Serikali imejenga kituo cha ufuatiliaji wa mwenendo wa majanga uh, pale katika mji wa serikali Mtumba, na hii ni hatua kubwa sana. Si nchi nyingi za Afrika au Afrika Mashariki ambao wanaweza kufikia hatua hii. Kituo hiki kinatusaidia tabiri namna ambavyo mkubwa wa majanga lakini vile namna ambavyo watafika, na hivyo inasaidia namna ya kupanga e, namna tuna kabiliana nayo. Ni kitu kikubwa na kizuri sana na cha kisasa. Uzoefu huu unatusaidia sana sisi, lakini vile vinaweza kusaidia na nchi jirani. Tunapokea taarifa kutoka kwa majirani, lakini na sisi tunawapatia majirani zetu taarifa zinazoweza kuwasaidia namna ya kukabiliana na majanga ambayo yanawakabili. Kwa hiyo Tanzania, tumepiga hatua kubwa sana, na kwa hiyo dunia uh, katika mkutano huu imevutiwa na uzoefu wetu na wako tayari kushirikiana nasi kuendeleza kituo hiki, lakini vile kuja kujifunza namna ambavyo tunaweza kukiendesha kituo hiki na pia namna ambavyo tumekiendeleza.